Kwa majina ni Bravo 254 naenda kuwatambulisha kazi yangu ninavyoitengeneza. Kitu cha kwanza huwa nachora maua, hizi maua huwa na pattern. Nimaliza kuchora pattern mimi mwenyewe nakuja, ndio ikuwe smooth. Naona hii smooth zenye iko iko tofauti na hii, hizi ni vitu mbili tofauti. Huku nimeweka kitu ndio mtu hata akivaa ikiekelewa kwa mguu isimugware chini. Na ukiona kazi hii comment, usisahau kushare ndio kila moja akaweze kuona kazi hii nzuri. Aya, ukitoka hii kitu unakuja unachora inasol zenyewe, zinatengeneza hivi, unachora Kimaliza kuchora unakata na makasi, kikata na makasi. Ukimaliza unaenda unashona hii uzi kwa mashini. Ukimaliza kushona unakuja unagonga namba, unagonga rubber stamp, ndio kila mmoja akawezi kutambua logo yako ni gani. Sawa, wow. After hapo sasa unatoboa unaweka top kiatu, unakuja hivi hii ndio kiatu na rubber stamp, unaona, ndio hiyo kiatu ishatengenezwa, inayabandikwa kwa sole. Sasa kinangojea mteja aje anunue kiatu, kitakuwa kiko ready. Kama ni mzigo wa mwenyewe, ushatengeneza unaopeleka, una, una kwa mwenyewe. Kwa hivyo nyinyi wote Nawashukuru kwa kucomment, kushare na kulike video hii, sambayo ifikie kila mtu, ndio kazi hii kaweze kupanuka, ndio maisha iendelee kwa kila mmoja. Asanteni sana.